nnbaakabaasmtazez aa tafata nasema TEMESA imeamua sasa na yenyewe ulipo siku zote ni nyinyi, sisi tunatakiwa tuwafuate, lakini kitendo cha nyinyi kutoka sasa kwenda kumfata mteja wako, tumemtangua mteja wako ni nani?

kwa sababu sasa hivi mnafanya kama kazi kubwa, mnafanya outreach lakini, baadaye from time to time, hata mtu ukipokea ile request kwenye mfumo, sisi tumetunga kwenye mfumo, tunawasiliana kwenye mfumo, kuna na option tuje ukagua ofisini, au basi tu, ofisi zote za serikali zina address zinajulikana zilipo, nani ni kusimamia nani nitakufanyia. Hii ni kitu kizuri vyombo vyote tunakutana kwa wakati mmoja na mnajua kabisa nani ni nani. Bahati nzuri pia tunakutana na anayetumia chombo, naamini kwa namna mnazungumza nao na jambo linakuwa laini k sisi tuko tayari kuendelea kuelimishwa, kwa sababu kuhakikisha vyombo hivyo tunalinda maji ya serikali. Uh, tumeanza zoezi la ukaguzi wa magari ya serikali kwa ajili ya kuhakiki usalama wa vyombo husika, lengo likiwa ni kukagua mifumo yote ya, ya magari yanayohusiana na swala la usalama ili kujiridhisha na kumpa comfort mteja kwamba magari yake yako katika hali gani na yale ambayo yanahitaji kuhudumiwa kwa, kwa hali ya dharura au yale ambayo pengine muda wake wa matumizi umefikia me, ukomo tuweze kuwashauri. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba magari ya serikali ambayo yako kwenye taasisi e, pamoja na ofisi za serikali yanakuwa ni magari ambayo yako katika hali ya kuweza kutumika na sio tu kutumika, bali kutumika katika hali ya usalama. Tutafanya zoezi hili uh, kwa mkoa wote wa Dodoma na tumeanza na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Dodoma, na sasa hivi tunaendelea na zoezi hili katika ofisi za mkurugenzi wa jiji la Dodoma. Tutaendelea kufanya ile zoezi kwenye wilaya zote za mkoa wa Dodoma, na kwa kadiri ratiba itakavyo inaendelea, tutahakikisha kwamba taasisi zote za mkoa wa Dodoma tunazifikia ili tuweze kuwa pia na e, database ya magari yote ya serikali ambayo yanahudumu katika mkoa wa Dodoma, na hali yake. Na ukaguzi huu tunaufanya kwa gharama zetu wenyewe, kwa hiyo mteja hata gharamia chochote, na pia tutatoa taarifa eh, kwa kila taasisi yenye magari kuhusiana na hali ya magari yake, hali ya usalama, na hali ambayo tunadhani yanatakiwa kufanyia utaratibu wa kuondoshwa kwenye daftari la serikali. Pia tunaweza tukashauri kuhusu hilo. Kwa hiyo niwaombe e, wadau wetu wote, tunapofika kwenye ofisi zao watupe ushirikiano wa kutosha, ili tuweze kukamilisha hili zoezi ndani ya muda mfupi. Tunashukuru tena na tunawakaribisha TEMESA Dodoma kwa ajili ya kupata huduma kuhusiana na matengenezo ya magari ikipuga pamoja na mitambo ya serikali, na hapa ni halmashauri jijini Dodoma. uh... Kwa kifupi, tunawakaribisha wenzetu kutoka TEMESA wakala ofundi, wa ufundi wa matengenezo ya magari pamoja na vifaa vingine vya Serikali. Tunawakaribisha sana, karibuni jiji Dodoma kwa ajili ya kazi ya ukaguzi. Kwa kweli kama jiji, zoezi hili, zoezi hili tumelipokea kwa mikono mitatu, na zoezi hili kwa kweli ni, ni zuri kwa sababu linatupa fursa pia ya kuelezea changamoto zilizonazo. E, kama jiji kwenye upande wa matengenezo lakini pia kuelezea changamoto ambazo tunakutana nazo kwa wakala wetu sisi ambao nyinyi ndo mnaoshughulika na, na matengenezo ya magari. Kwa hivyo e, zo zoezi hili tunalipokea na tunaunga mkono na kwa kweli tumefarijika sana kwa sababu tutapata fursa ya kuelezea changamoto ya gari moja baada ya jingine na, na nini ambacho kinatakuwa kifanyike baada ya ukaguzi huu.